Wanaume wengi hawawezi kuridhika na wake zao kwa kizazi tulicho nacho. Moja ya tatizo ambalo nimekuja kugundua ni kwa sababu wanapenda kuangalia uh, pornography, yani zile video za ngono. Wanaume wengi wanafuatilia hizo vitu. Sasa pale kuna mtego mbaya sana wa shetani. Kwa sababu kikawaida kabisa Mke wako hawezi kukufanyia vitu vyote kama unavyoviona kwenye ile video ya ngono. Mke hawezi kufanya hivyo vitu. Najua kwanza mwanamke yule mke kabisa, mara nyingi si wataalamu sana kwenye hayo maeneo. Kwa kitendo cha wewe kuzoea kuangalia picha za ngono kitakufikisha mahali ambapo mambo mawili yatatokea kwako. Jambo la kwanza, lile tendo la kuangalia video za ngono litaua hisia zako kwa mkeo, yaani hautakuwa na hisia naye, sababu kila wakati utamwona yuko chini ya viwango kwa sababu umeangalia video, na zile video unajua ni ush, yaani sio tu mapenzi, ni zaidi ya mapenzi, ni ushetani. Mimi nasemaga, yaani imetoka kwenye mapenzi, imekuwa ni ushetani. Sasa kila wakati utajihisi, utajihisi kama mke wako hakuridhishi na ndio maana leo wababa wengi wanalalamika kuto kuridhika sana kwenye ngono. Moja ya tatizo ambalo limesababisha wanaume msiridhike, mnaangalia mapenzi ambayo yako kwenye levo za kishetani za kuzimu, so ukirudi kwa mke wako uwezi kuridhika. Na kwa hiyo madhara ya kwanza ni hisia zako zitakufa, hutakuwa na hisia na mkeo, kila wakati utaona hawezi, na mwisho wa siku hii inaweza ikaua kabisa nguvu zako za kiume, usiweze kabisa kwa mkeo kwa sababu hii ikiendelea, jambo la pili litakalotokea, utapata kitu kinachoitwa spiritual wife, ile jini mahaba, utapata huyo mke wa, wa, wa, wa, kipepo utapata mwanamke ambaye utakuwa na zini naye kwenye ulimwengu wa roho. Mara nyingi watu wengi pia sasa hivi wana spiritual wife, spiritual husband ni kwa sababu ya kuangalia haya mapicha. Hasa kwa nini nimezungumzia zaidi mwanaume, usiangalie hizo picha, zitaua ndoa yako. Na ndio maana leo wanaume wengi hawana hisia na wake zao. Wanaume wengi hawana hamu na wake zao. Kwa nini? Kuna mahali aliangalia vitu visivyofaa vimeweza kuharibu mwanamke madhara yake si makubwa kwa sababu mwanamke vyovyote navyokuwa hawezi akashindwa kufanya tendo la ndoa, ataweza tu. Sasa mwanaume akiathirika, hataweza kabisa. Kwa hiyo, wanaume, acheni msiangalie picha za ngono, zinaharibu sana nafsi, zinafungua mlango wa shetani kuharibu nafsi yako, na mwisho wa siku utamwona mke wako kama kinyago tu. Ukizoea yale mambo ya kuzimu yale Utakuja kuona mke wako hakufai kabisa. Kwa hiyo msiangalie hizo picha, wanawake, wanaume, msiangalie picha za ngono, ni ajenda ya kuzimu kuja kudhoofisha tendo la ndoa, kwa sababu mtu aliyezoea kuangalia yale mapicha ya ngono hawezi kufurahia ibada takatifu ya ndoa.